Mwanamke, kama una changamoto kama hizi kwenye hedhi yako, basi ujue una shida kwenye kizazi. Kama una dalili hizi kwenye hedhi yako, maana yake zinaashiria una changamoto kwenye kizazi. Hedhi yako inaweza ikakwambia wewe upo salama, aidha una changamoto. Tafadhali we mwanamke, naomba nisikilize hadi mwisho wa video hii. Namba moja, kama unapata hedhi nyingi kuliko kawaida. Mfano, kama unapata hedhi nyingi kiasi kwamba kila baada ya masaa mawili unabadilisha pedi. Hii inamaanisha kwamba wewe una changamoto hasa, zinaweza ikawa ni changamoto za vimbe kwenye kizazi, inaweza ikawa ni changamoto ya hormone imbalance, lakini wakati mwingine inaweza ikawa changamoto kwenye mfumo wako wa damu. Mbili, kama unapata damu kidogo mno kuliko kawaida kiasi kwamba unapata pengine matone ya damu hii inaashiria kwamba una changamoto hasa za homoni. Yawezekana homoni ya estrogen iko chini sana, vile vile yawezekana na msongo wa mawazo, aidha umepitia msongo wa mawazo hapa katikati, na wakati mwingine inaweza ikaonyesha kwamba una upungufu wa virutubisho. Namba tatu, hedhi isiyokuwa ya kawaida. Hapa hedhi ambayo aidha inatoka ikiwa na rangi ya kahawia, na wakati mwingine inaweza ikawa na harufu. Hii inamaanisha kwamba wewe una changamoto ya maambukizi kwenye kizazi. Kama unapata damu nyeusi wakati mwingine, kama imeganda, hii inaweza kashiria kwamba una changamoto kwenye utilasi yako, utilasi yako haijisafishi vya kutosha, kwa hiyo damu inabaki kwenye kizazi kiasi kwamba, maana yake inaganda, inatoka ikiwa nyeusi. lakini wakati mwingine hii kuwa nyeusi inaweza ikaashiria kwamba una changamoto za sumu nyingi mwilini. kutokwa na unine, this, damu ambayo ni nyepesi, hiyo damu inakuwa kama maji. Hii inamaanisha kwamba damu yako haina homoni ndani yake, kwa hiyo maana yake kuna shida ya homoni ndani ya hiyo damu ambayo unaipata. Oh my god, namba nne, kama unapata hedhi yenye maumivu makali zakuambia kwa kwamba wewe una changamoto kwenye kizazi ikiwepo changamoto kama za vimbe kwenye kizazi changamoto za endometriosis. Kwa hiyo ukiona dalili hizi, unatakiwa uchukue hatua mapema ya kufanya vipimo. Namba tano kama unapata damu katikati ya mwezi, aidha unapata hedhi mara mbili ndani ya mwezi wako, aidha unapata damu kwa muda mrefu sana zaidi ya siku thelathini na tano ujue una changamoto aidha ya PCOS, maanake mayai yako hayapevuki. Inaweza ikaashiria kwamba vile vile una changamoto za vimbe kwenye kizazi, lakini wakati mwingine inaweza ikawa ni shida ya kuongezeka kwa uzito wa mwili wako. Kwa hiyo natakiwa uchukua hatua mapema. Namba sita, kama wewe unapata hedhi yenye harufu mbaya, inawezekana ni safi ipo kawaida, lakini inatoka ikiwa na harufu hii, itaashiria kwamba kuna uwezekano wa changamoto za bakteria au za fungus kwenye kizazi chako. Kwa hiyo natakiwa uchukua hatua uzitibu mapema. Hedhi yako inaweza ikakwambia wewe ni nani, wewe una changamoto gani. Hivyo ukiona dalili hizi, nenda kafanya vipimo mapema kuepuka changamoto. Kumbuka baadhi ya changamoto Ukichelewa itakugharimu kwa muda mrefu hadi kuzitibu. Mfano uvimbe, ukiwahi, basi unaweza ukautibu kwa uharaka na ukaisha, kulikoni ukiendelea kukaa nyumbani. Mwisho wa siku unaweza ukaathiri kizazi kizima na ukalazimika kufanya operation ya kuondoa kizazi. Kama una changamoto yoyote inayohusiana na uzazi, unaweza ukawasiliana nasi kwa namba zinazopita hapa chini ili uweze kusaidiwa. Asante sana.